Nm yaliyomo moyoni mwa Mungu leo eh, leo tarehe nne mwezi wa 4 mwaka 2025 na na nasikitika kuwatangazia na kuwajulisha ya kwamba kijana wangu Alex Tewele mchungaji wa kanisa kule Songea, ambaye kimsingi pengine kwa mimi inaweza kaitwa misio kanisa, lakini yeye kafuata taratibu za dunia, amekubaliwa kusajiliwa kanisa ko ni mchungaji kwa taratibu za hii dunia. Amehukumiwa kifungo gerezani cha miaka mitatu au faini ya milioni tano kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo. Kwa namna gani? Ni kwamba huyo kijana, wakati fulani ambapo atakuja kuelezea kwa undani sana, nyuma sana, mwaka juzi hivi, aliwahi toa kripu ya kukemea maswara yanayohusiana na ushoga. Kwa mliofuatilia kwenye e, matukio ya kina Mwakembe akiwa Dar es Salaam, akiwa Arusha waliwahi kumzungumzia kijana huyo, mchungaji huyo. Lakini hatimaye leo kapata hukumu hiyo. Niseme tu tunayo furaha pia. Muda ambao hukumu itolewa alikuwa mdogo sana, lakini asante kwa ajili ya baadhi ya mamlaka zilizotoa ushirikiano, kwa sababu kama kina sisi tulikuja kupata taarifa kuelekea saa tisa hivi, lakini tulijua hukumu ingesomwa kuanzia saa saba kwenda juu, siku ya Ijumaa ya leo. Kwa hiyo palikuwa na kila namna ambayo pengine tuliishi tusingeweza kufanikisha kulipa fine na hatimaye akawa salama akawa huru leo, lakini asante kwa ajili ya baadhi ya mamlaka ambazo zimetoa ushirikiano, na pia tunashukuru Mungu kwa ajili ya njia za hapa na pale ambazo zimetumika, kikapatikana hicho kiasi, hatimaye tumelipa. Eh, nisemacho wakati mwingi tumekuwa tukitangaza ili watu mtuchangie. <coughs> Ukweli kuna watu ambao si, hatuombi kila mtu, hatuombi kila mtu uchangie, yaani hata wewe ambaye ulitamani atukute mabaya, hapana, hatuombi kila mtu atuchangie. Kuna watu ambao hulaumu, kwa nini hatukujulishwa? Kwa sababu kilio chenu ni kilio chetu, maumivu yenu ni maumivu yetu. Aidha, ninyi ni baraka sana kwenye maisha yetu kuliko fedha zetu na uwezo wetu. Kwa hiyo enewe, anyway, najua pamoja na hili sikuzuii we mwingine kutukana, sitakuzuia we mwingine kutukana, kwamba mtatozwa mpaka mfirisike. Mnatuomba nini? Hatukuombi wewe, mtu wa Mungu, hatalo hata tukisema unayesikia kuchangia, uliye pamoja nasi, kwani wewe unachanga? Na hata ukiwa unachanga, hatuhitaji hiyo fedha ya masimango, hatuhitaji. Unajua Bibilia imesema uwe mwaminifu hata kufa. Bibilia imesema tukiwa uaminifu kwa kidogo, tuamini kwa makubwa. Yaani, kama kuna mahala itahitajika fedha, tuendelee na jukumu la neno la Mungu, itatolewa fedha kama kuna mahala patahitajika mwili, baada ya fedha kushindikana, mwili kwenda kutesha gerezani, hakuna namna. Na kama kuna mahala patahitaji uhai wetu ili tu tusimamie kusudi na tutake kusimamia duniani, hiyo hamna namna. Hata loo, ambaye unataka pengine tufanye unavyotaka, sisi tukiumia, ufaidiki chochote? Tukiumizwa, ufaidiki chochote, mtu wa Mungu? ufaidiki chochote? Ni kweli wewe umekataa, huamini, ukubali kabisa kwamba kukemea, kuonya, kukaripia ni huku huamini wewe, huku naamini ni matusi. Kuiadilisha jamii, kuiadabisha jamii, kuiweka jamii katika maadili, namna ambayo haitaleta madhara, wewe unachojua sio huku, ila kwa kwako unakojua niko kwanza, hakujabadilisha chochote, hakujabadilisha chochote. Ndio maana inakuja extra, inakuja ilo. Nasema mmezidi, mnazidi, kwa sababu hiyo iliyopungua au iliyo sawa imeacha mambo hapo. Na ukishatumia neno karipia, kemea, onya, maanake tumia extra, tumia sauti, kauli kubwa kidogo kuliko inayokuwa imezoeleka izidi. Kwa hiyo kuzidi, ukishaenda kwenye kukemea, karibia kuonya, aikwepeki, aikwepeki. Lazima paonekane tumezidi, amezidi, mmezidi. Sasa, eh, kwa wale ambao ni sehemu ya utumishi wetu wanajua, pengine tuna faida kubwa sana kwenye maisha yao na faida kubwa sana na taabu yetu wanataka iwe taabu yao. Kwa namna moja nyingine, niwe mnaruhusiwa kufanya chochote, kufanya chochote, kwa sababu biashaka uliojua ilikuwa ni dharura, na hatukutegemea tufike huku, hatukutegemea adhabu ya aina hii. Sitaki kuchambua kesi ilivyokwenda, sitaki kuichambua hukumu ilivyotolewa, lakini nataka kuchambua jitihada zilizofanyika nje ya utaratibu wa kesi. Nachambua tu kidogo ya kwamba mimi kuna mahala nilidhaniwa, nilisemekana ya kwamba inabidi ni, ni, ni niumizwe sana kwa sababu ninaongea sana, yani najieleza sana kuhusiana na kesi, nimeonewa, nimeonewa, nimeonewa, nimeonewa. Mimi nili, nili, ilisemekana inatakiwa niumizwe sana ili kuchoma huu mdomo ili kukata huu mdomo niache kuongea kwamba nimeonewa. Sasa hivi natakiwa, unapoonewa, aidha kaa kimya umaliziwe kimya kimya, au jitokeze nje, sifia asema Kuonewa huku ndo kufanya vizuri. Yani huyu aliyenikanyaga shingo huyu ni, aliye nikanyaga mguu huyu anayenitoboa mguu na msumari anayetoboa kichwa na msumari, jamani, huyu ni, ni mzuri, ni mzuri, yani anafanya vizuri. Dunia sasa inasema eti ndiyo salama yako. Lakini sasa, kwa mfano, mtu anagonga msumari kichwani, kweli pana usalama wowote pale? Jibu hapana. kwa hiyo ingawa wakati fulani wao ikuambia kwa sababu kwamba nimepiga ni, ni, ni, ni kelele sana, kwa sababu nilikuwa na papasa nione mwanadamu. Hakuna yeyote anayeweza kufil maumivu nilionayo, wala sio fashion kupiga makelele, wala sio ngese uchochote. Spotify, ndio yote, nimeonewa, nimeonewa, nimeonewa, wako kimya, nimeonewa. Spotify, ndio yote, mmoja aliposema kwa sasa unapiga kelele kwa sura kama unasema nataka ikiwezekana wanadamu waje waj, waj, wakose la kusema waseme, lakini tulisikia tulimwona mtu huyu akiwa nalalamika na kulia. Lakini otherwise ningekuta njia tu ya kutatua ili mambo yaishe, si, sina sababu za kupiga kelele baada ya hapo eh. Issue ya kijana wangu nilichukulia tofauti, nikaichukulia kwa namna ya kuto kuiongelea kwa namna ya wazi pengine kwa nadra wakati fulani akina Harrison Mwakembe kwenye shughuli zao na Catherine Kahabi na Mr. Octavian Swi kwa sasa walipoizungumzia ile issue public, kwa nikajua ni kubwa kidogo, na mimi nilikazia kwa kuisindikiza na wimbo ambao ni wahi kuimba siku aliyokamatwa na kukamata Songea na ku, na kupelekwa Dar es Salaam, kwa siku ambayo alikamatwa na kupelekwa Dar es Salaam ndio siku ambayo kwa sababu alipelekwa sasa kama jambazi. Hiyo kripu alitolea Songea, lakini hiyo okay, kesi imefanyikia Dar es Salaam, mahakama ya Kinyerezi, na ndipo alipohukumiwa. E, alikaa lumande kwa zaidi ya siku tano. Ukimagine nililia sana pale nilipotoa kripu, nasema mwanangu umesafirishwa kama jambazi, lakini baada ya hapo nilikuja kutoa kripu nyingine baada ya mwaka mmoja na miezi kadhaa mbele, kama si miaka miwili, baada ya kina Harrison Makembe na Catherine Kahabi eh, kuizungumzia, nikatoa tu kwa njia wimbo kusema chochote nje. Na hapo nilifanya utaratibu wa kila aina kuonana, kuzungumza na watu fulani ambao kuna issue kama ndio ambao wanaweza kawa na maslahi na hiyo kesi, kwa sababu pengine kwa sasa hivi inadhaniwa inahisika kwamba ni mpaka yani, pengine ukionyesha roho mbaya, ukaonyesha kuna mtu umemtesa, kuna mtu umemwonea, ni kama ndo unapata kukubalika mahali fulani. Kwa hiyo mi nijaribu kusema hapana, tusiende tu, tu, tu hivi tusiende hivi, watu wa Mungu, tusiende hivi yaani, sawa, inawezekana kuna waliotuumiza sisi, kuna waliotuonea sisi, inawezekana wame wamepata ulaji fulani, lakini dunia bado isiende hivi. Njoni tuzungumze. Nilionana mamlaka na watu fulani, mali fulani, kwa namna mbalimbali. Ukweli wengi wao waliniahidi kunipa ushirikiano, na mimi nilichohangaikia sana ni kwamba mwacheni kijana mwacheni tu, mwacheni ikiwezekana iondoeni kesi, tusiendelee kwa sababu anasafiri, amesafiri kwa zaidi ya mwaka mmoja, na kwa zaidi ya mwaka mmoja anatoka Songea anaenda kusikiliza kesi Dar es Salaam, sema hizo gharama zinanigharimu ni mimi, kama si mimi moja kwa moja ni, ni, ni mimi kwa sababu ni familia, ni mtoto huyu, ni jaribu sana Sijui sasa, inawezekana mwisho wa busara yao ni hiki kilichofanyika, kwamba inawezekana lilikweko kwa jambo lingine kubwa zaidi, baya zaidi, wangeza kufanya kama na kwenye haya, ni busara imetumika. Sijisemeje, sijiseme nayo, asante. Sijui sasa mtu alikuwa anagonga msumari kichwani, kagonga alafu kafika, mara amekwa ameacha ule msumari, ajaendelea kugonga ili akumalizie. Ni kama kuna mara unaweza ukasema asante, lakini natoa angalizo kwamba kuna wakati ni mwai kusema na naendelea kusema, kuna wakati mtu uliyewahi kuwa mfanyakazi kuna wakati ni kama huko huku mbele utajutia, ukoo wako utajutia, familia yako itajutia. Kwa nini tuliwahi kuwa na ndugu mfanyakazi? Kwa sababu inawezekana kwa aidha kwa kuogopa ama kwa kulinda kazi yako, kuna vitu umelazimika kuviamua, kuvisimamia kwa namna una ambayo moyo wako kabisa unakwambia, hapa huyu mtu anaumizwa, hapa huyu mtu anaonewa, haujawa tayari kujiuzuru kazi, kuiacha kazi, kupoteza kazi. Umeamua kufumba macho na kuweka akiba kwamba ntasema sikuwa mimi, ntasema nilitumwa, ntasema nili nili yalikuwa ni maelekezo, ila ni kama hutasikilizwa Sababu mtu akutuma kakanyage moto, moto utakuunguza kwa sababu amekutuma. Angalizo langu ni hili, wanadamu, ifike mahala mu, mutosheke na ubaya muliofanya kwa watu. Najua wengi wote mnasema aitoki moyoni, ni kazi tu tunatumwa. Huko huko kutumwa ndiko kunakoleta maafa, vilio, uchungu, maumivu haya ambayo baadhi ya watu unaonaje una, wewe mtu mwingine atumwe aje uwe mtoto wako unaonaaje atumwe akuweke gerezani? Utamuelewa kwanza aliyetumwa? Utamuelewa kwanza anayelinda hiyo, hiyo ajira au anayetafuta cheo kwa njia hiyo? Hautamuelewa. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Waandamu, njoni tuzungumze kwenye ubaya kwa ubaya, ubaya tena mnawatendea ubaya ambao hawana vita na nyie. Mtu anapokuonya kwamba huu ni ubaya, tuchukua hatua stahiki, hana ugomvi na wewe en anyway. Mwisho nseme sikuongea sasa hadharani, yamefika hapa kama ndio busara kiasi cha chincha busara ndo imetumika hivyo, sawa. Lakini mwisho wa yote, najaribu kuona mala unalazimika kuongea kama kafuiro kwamba no way out, katika hali yoyote sitakuwa salama. kwa acha tutuache historia ambayo vizazi na dunia inaweza ikaja kuja kuna mtu haikumsikia siku moja, anasema kwamba hata uongeeje hakuna mabadiliko hapana, hapana, hapana, yanaweza sitokee leo, lakini ogopa sana Mungu. Cha pili, iogope teknolojia. Naishia hapo. Ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, sema itengenezwe njia ya Bwana, nyosha na mapito yake ya yani, mtu atakayeteswa atakayefungwa atakayewawa ama afaye katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika, mara baada ya tabia yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.